Nilitangaza kutogombea tagaza kutogombea, sababu ya msingi moja. E, mwalimu alitufundisha utaratibu wa kung'atuka, fanya ondoka. E, bado watu wanakupenda, lakini fanya unaondoka, wape na watu wengine nao e, watekeleze wajibu uliokuwa unaofanya. Unawezekana wewe ukajiona ulikuwa unafanya vizuri akapatikana mwingine akafanya vizuri zaidi ya wewe. Umehudumu kwenye nafasi za uwaziri kwa miaka kumi na sita, katika kipindi chako cha miaka ishirini ukihudumu kwenye siasa, zipi zilikuwa nyakati zako ngumu zaidi? Nataka niseme kabisa kwamba sikupata shida katika wizara zote, lakini nilisononeka sana, sikutendewa haki nilipokuwa waziri wa TAMISEMI. Kitokee nini? Rais Kikwete aliagiza kwamba kuanzia sasa taarifa ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ijadiliwe bungeni. Ripoti iliyojadiliwa mwaka ule ilionekana kwamba TAMISEMI kulikuwa na ubadhirifu, walikuwa na hati chafu. Mwaka uliopita ile hati chafu imepatikana mimi nikiwa waziri wa habari, utamaduni na michezo kule kwangu habari, utamaduni na michezo nilitoka na hati safi. Leo wanajadili hati chafu ya TAMISEMI iliyopatikana kabla Mkuchika hajawa waziri wa TAMISEMI, lakini baadhi ya ndugu zangu pale wakashupalia kwamba lazima mimi nijiuzuru. Nilichofanya mimi ni <coughs> taarifa mamlaka ukweli wa mambo, kilichoendelea baadaye, rais akanambia, wakati huu rais Kikwete akanambia George, katika hili ee, we huhusiki, madudu haya yalifanya wakati wewe hujaenda TAMISEMI, lakini basi kwa makelele haya na nini takutafutia takuta mahala pengine. Akanichukua kanipeleka Ikulu. Sasa nataka tu hiyo, ndugu mwelewe kwamba wakati mwingine watu wanaweza kaongea wakatoka jasho kwa jambo ambalo wewe huhusiki nalo, na kuonyesha kwamba sihusiki nalo, ndio maana naendelea na uwaziri mpaka leo.